Unafanya kazi gani na unaishi? Kwa hiyo mwambiaje? Ndugu mtazamaji, kama unavyotuona sisi hapa Tunataka tumchallenge bodaboda wa bimdada hapa, atujue kama anamfichia siri zake kwao. Tunataka tufahamu hapa bodaboda boda wa bimdada hapa tujue. Tunataka tumweke kwenye laini. Mimi nataka nimwambie, nimemwelewa. Nataka information zake. Inakuaje? mi nataka nichukue jiko hapa. Inakuaje yule mtoto? Unaitwa nani? Naitwa Mwajuma. Mwajuma. Unapatikana pande zipi? Mnarani. Sawa, haina shida. Kwa hiyo tuna mchallenge nani, boda boda? Boda boda yangu. Boda boda wako. Aweka namba kwa sababu watu wanaweza kasikia huko mtandaoni wakaiba namba hiyo wakaanza kumsumbua huyo mshikaji huyo. Kwa hiyo tutaki tumsumbue. Pole dada kwa mwanga. Haya. Hii hapa. Wakula wakula, eh, mambo vipi babu? Dad, vipi. Fresh da nah, kuna kipindi fulani hivi ulikuwa umebeba mtoto mweupe mkali yeah. Nikaulizia ulizia jina lake, nasikia anaitwa Mwajei za yeah. anaishi pande za Mnarani. Sasa ule yeah. mtoto nimemkubali kweli naweza hata nikaoa rafiki yangu. Sasa nataka feedback zake. Da nimemuelewa nah, kishenzi yani. Sasa sasi tukaingia kwenye mtumbo wa vibwengo. Sasa mimi napenda sana uingie sehemu ambayo unaielewa upate feedback siju aka no na mambo mengi nini. Mimi bado eh, hujanijua mimi. Naitwa Sudi kujua. Nani? Sudi Sudi, najua unijui, ila niliomba namba yule bodaboda wake boda ni mtu fulani, nikapewa namba yako wewe eh, sikupata namba ya bimdada yule kwa sababu pia nataka na namba yake, ila nataka nijue eh, kuna teni hapa la haraka haraka mwanangu

Asa mi niko kwa nia njema tu brother, mi nataka nioe pale. Ah, hey. Najua ila kitu, kitu, kitu, kitu kizuri kama hichi kweli, wewe unaona nibaniaje? siku juu. Za kweli mi naweza nikaja mbazi brother kweli Kwezekani kitu kama hicho sasa. Mi kweli kweli, dunia hii kweli, fiki hatua kweli, mi nakwambia nataka kuoa mtoto, nimemwelewa sasa. Kweli lazima nianze kuonana naye mwenyewe yeah. Alafu tujue tunafikaje kwa wazazi sasa, au kama vipi, ongea naye kwanza, akikuruhusu umpatie na unipatie na ongea naye kwanza, labda muombe huko ha, aliko. Ila ha, kitu kingine, unasikia mazingira yakoje? mtoto si ametulia tu au fresh fresh? Ana, anaga mambo mengi. Ametulia kabisa kabisa, ha, yuko, yuko smart kabisa ha, ana, ha, ha, kaka, usiniingize kwa mtumbo wa vibwengo kaka. Si wanaume bana, mwisho wa bana siku tumekaa wote kwenye mkeka, baadaye mambo amechacha na kuja kulaumu wewe. Saa hivi ana mtu au yuko na mtu au, yukona, yukona mtu. Si we ni chane tu live mwanangu, yuko, yuko freshi hmm. anaga mambo mengi kurukaruka, nini nini nini ile akitoka hapa mtaani kume ah, kumbe kumbe anafanya kazi pia wanangu hmm. Usiniingize chaka sasa mm. Sahivi -sa! Sa -sa, mpigie simu mpigie simu sahivi alafu nijulishe. Yani mimi niko serious brother. niko serious ah. Eh, mpigie simu alafu akirizia unipatie namba yake. nimwambie nani? Sasa ah, yeye hajawahi kuniona kwa sababu nilimwona unambeba beba mi mm. nikaomba namba kwa mshikaji, mshikaji akanipatia namba kwa wewe. Kwa hiyo mwambie tu, labda anaweza akaruhusu namba mtu yoyote, kwa sababu kama ukatasi so, atakatalia yeye moja kwa moja. Mi naitwa Sudi, sijui kama atanielewa msa sikiliza, sikiliza, sikiliza, sikiliza, we mtumia namba yangu, yeye anaweza akaniangalia mimi, naliu WhatsApp nimeweka picha yangu hey, labda anaweza akaniangalia kwa picha akajua, ah, labda ni mtu wa amani au au sio mtu wa amani, kwa sababu wewe no, unaogopa, unaogopa ah, hey, unaogopa sa, ah, ah, hivi tunasubiria mwanangu kama dakika mbili nakurudia. Anakupenda babu, yaani hadi usalama wako. Huyu boda boda huyu huko aliko, halo, huyu kaoa hajaoa? Natamani hata tuonane naye live, unaonaje? huyu tuonane naye live tu, tu, tu, tu. <laughs> Eh yani huyu inapendeza, tuonane naye live subiri. Tumpigie dakika kadhaa, alafu tumfuate, tuonane naye live huyu. <laughs> Mtu mzuri, mbona kupichia usiri zako? <laughs> namna au umemchagua amna? <laughs> um, mazoea mazoea tu vizuri, akwambia akitoka kazini yeye anaingia mtaani, yani mtaani manaake siyo anaingia mtaani kazini, we unafanya kazi Sera Plaza hmm, kujua vizuri kutoka huko akupeleke sehemu zozote zile. yani yani huyu huyu <laughs> <laughs> <Yani> <laughs> kwa vizuri huyu kwa vizuri huyu kwa vizuri atusubirie tena kama dakika kadhaa, hajakupigia simu, hajafanya chochote.

Yaani huyu boda mpaka kwenda, yaani anaangalia, kuangalia. Yaani labda nasalia la kunipigia kameenda nyumbani hapa mbona apokee? Poa. Eh, niambie, niambie. Memcheki ausubilie kidogo, fanya kweli mwanangu, mi niko naliu yangu hapa, mi nakaa king mimi namba yako mimi nimepatiwa na mshikaji, naye ni boda boda, anaitwa Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa. Yeye anapakinaliu maeneo ya wa bima hey. ah, hotu, abima, mwenye namba yangu sasa sijajua lakini anasema yeye anakuona sana, unamchukua huyu mtoto Eh, tunafanyaje mwanangu? Yaani hapo naniferisha anauliza, uliza sana. Kazi au mtoto anapendaga hela nini? Mambo mambo mazuri, maisha bora. Ah, hamna. Awe ah, niambie tu labda anapenda hela nini, kazi anabitra. Kitu gani kazi? hata unaweza ka una unachimba una, una, una makaburi lakini unapata hela yako mzuri tu, mtoto ah, na mtoto akaishi vizuri, kwa hiyo memcheki sasa hivi anatumia namba ngapi? Kwanza moja tu mwanangu, mpigie. Mi nakusubiria wewe tu, yani hapa ilikuwa nataka niende sehemu, lakini hapa nakusubiria wewe tu mwanangu, yani nimenasa kwa swala hili, yani nimenasa kwa swala hili. Au unaweza ukampeleka kwao Yeah. Kwao kwao, nikasimama hata, yeah. nje hivi nini, tukakutana. Au yeah. uko wapi, tukutane? Ali. Basi nakuja hapo sasa hivi. Poa, sasa hivi tunaelekea, tunaelekea Mnarani. Sasa hivi tuko live, tunaelekea kwa nani, jina yake ni nani? Wakula, tunaenda kwa Wakula. Wakula akanidanganya, akasema kaongea na mtoto sasa hivi, kumbe hajaongea naye. Hata kuna kitu amekiwekea hivi <laughs> usikate kamera, wachukua hivyo tuwafika saa hivi aonyesha <laughs> mbele tunzetu Ah, ah, <laughs> wakula wakula, mwongo yaani, yaani wakula anavyokupenda hivyo. Wakula, onyesha mbele, au anatamana wewe, wakula Eh? Yeah. <coughs> Kwanza anauliza anasema sasa wewe unafanya kazi gani? ataniuliza huyu. Sasa nyinyi mtakaa kwenye gari. Afu mimi nitashuka. Umeona? Afu mimi afum mwenye bodaboda wake mjini ananipenda. Bodaboda, usalama sikujui hapo, usalama wangu sikujui. Ati nimempigia hapo, kasema nisubiri kidogo. Bodaboda wa bodaboda wa moto Bodaboda sasa hivi walivyovurugwa, yani ukimtaka tu taarifa za mtu, ana ropoka hata wazi mara mbili mbili, anakusimulia na ana taarifa za ukoo wake <laughs> lakini huyo hajataka hata <laughs> mambo mengi, takwake mwenyewe tu hajakupa zote, yani hajakupa hata moja. Kuna teni hapa yani hajalitaka hata hiyo teni yako. Sasa hapo ngopo mwingine, mama mama Unaweza kaongeza elfu tano hapo, nikupa taarifa kamili <laughs> sababu ni taarifa kamili, ndio inabidi wewe makini. Anaweza kaanza yeah. kutetea mengine sasa <laughs> <laughs> <laughs> ananipenda <wafula> <laughs> <laughs> sana bada, bada. <laughs> anabifenda mweshimu, unajua mweshimu sana.

Basi po weka unaonenae afu nini kama vipi utampata namba na yangu kama naridhisha ridhisha, afu ukitoka utani, ah, utani ah, ah, po utaniambiaaypo <laughs> <laughs> sapo tufanyeje? yani nionene naye like kwanza nionene hey, alafu baadaye akapiga huku kwangu <laughs>

Oi wakula, <coughs> vipi sasa? Amemwona? yeah, no, no. Vipi, umeonana naye? <coughs> basi poa, wemuona ni cheki. <coughs> Weuko mnalani hapo? Basi poa, zingatia zingatia vigezo na muonekano gani, tunajua zingatia zingatia vigezo vyake. Ah, poa, alafu pale tunaongea naye a, utampigia simu, si ushanaelewa? Utampigia simu

Wow, niko hapa sheri hapa sheri hapa sheri hapa kama kipefti hapa, nimepaki kuna niko na usafiri hapa, nimepaki gari eh, hey, ya blue hapo. Wanatokea wapi? Uko wapi

Ulikuwa unaislani jambazi au nani? Lazima na lazima upate taarifa, si ndiyo? Ikawa mabovu da, basi poa, mcheki kwanza, umemcheki amesemaje? Hey, hey. Wakula vipi vipi, umemuona? Ndo uko naye? Amnaelewana naye kwanza kwanza kwanza poa

Sisi tunataka tufanyeje? Tukamwone huyo wakula, we tumuone, yani usalama wake anaomlinda mtoto wa kike we bado kuwa nayo. No, mwamba ni huyu hapa. Uko smart sana ila no, no, sisi tunatupia mtandaoni, ah, no. <laughs> Kwa ingia Sule Sound TV utakutana nayo, utaingia huko utakutana nayo TikTok, wapi wapi? Yaani wewe ni mwamba shupavu, ah, kwanza a uja, uja, uja beba siri za huyu hmm. Hmm. <laughs> Eh? Unazo? Sijawahi. Sina mambo hayo. Kwanza kie abilia wangu mimi ah, fresh tunaishi naye fresh. Tunaishi naye fresh. Eh, tuna mambo hayo. Ah, mwanangu amenyoka. Eh. Wewe umenyoka. Umenyoka vizuri kabisa. Yaani hujataka kumchalazia sijui. Kwanza unasema akitoka

Kata kamera, tumemaliza. Kwa staili kama hii hapo Sule Sound TV, tumemwona mwamba hapa kajishindia, yani kuwa mwaminifu kwa mteja wake. Hanaga longolongo, hanaga sirisiri yoyote ya kueleza kwe, vibaya vibaya. Mkimuhitaji umshikaji anapatikana, mnalani hapa